Um, niwape hadisi moja. Mimi nilipoamua kwenda kusomea I mean, kufuata wito wa upadri kwa kweli nilikuwa nimevutwa na mambo ya kiroho, na nikama nikaamua kuachana kabisa na masomo mengine huku yote nikaamua kuyaacha eh, na baadaye nikatumwa kwenda kusoma nje, nikajua sasa naenda kuimarisha yale ya dini zaidi lakini askofu kanaambia wewe, nakutuma ukamalizie masomo, upewa upadi, alafu utasoma sheria za kanisa. Akanitoa kabisa kwenye reli ambayo mi kwa nataka mi taka nibobee kwenye e, yale elimu Mungu kwa undani zaidi, kama wataalamu wengine wa maandiko matakatifu na teolojia walivyobobea. Sasa nilipoenda kule nikaanza kusoma nikasema sheria za kanisa ndio zimezaa sheria, ndio ndio sheria za kwanza kuandikwa. Ukijua historia ya sheria za dunia eh, ndio sheria za kwanza kuandikwa vizuri na kuwekwa kwenye vitabu. Basi nikasema ah, sheria ya kanisa, si nitakuwa nahudumia tu sheria za kanisa Katoliki, kwa nini nisisome na sheria zingine? Nikamwomba askofu, baba askofu, naomba niruhusi nisome na sheria za kiraia. Akanambia sawa, endelea basi nikaanza kusoma na sheria za kiraia, nikasoma sheria za Kirumi, ndio walianza sheria za kwanza na sheria za kidunia za kimataifa. Lakini kaangalia nisome zaidi sheria za kimataifa na haki za binadamu kwa umakini mkubwa, na utafiti wa elimu ya, eh, digrii ya juu kabisa nikaamua kufanya kwenye uhusiano wa dini, yani kanisa na serikali, hasa serikali ya Tanzania. Eh, nikarudi kwa ajili ya utafiti mwaka tisini na, na tisa. E, nilienda utafiti nikafanya utafiti Zanzibar, baba askofu e, tena nakumbuka tarehe yenyewe ilikuwa siku ya wagonjwa tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 1999 nilikuwa kwenye utafiti Zanzibar, nikakutana na, na, na Bilali askofu. Uh, alinitengenezea nikaenda kuona viongozi wa serikali, waziri wa afya, waziri wa elimu ona wana wanavyoshirikiana na, na serikali, haki za binadamu zinavyoenda huko Zanzibar. Nikaja huku bara nikakutana na vingunge wengine. Basi, viongozi wa dini wakipata elimu sahihi ya haki za binadamu wataweza kufanya mabadiliko makubwa sana ya jamii yetu, kwa sababu wana uwezo kutufunda kwenye dhamiri, tuwe na ile aliyotuambia Baba Askofu, hofu ya Mungu. Lakini hii elimu dunia wataelimisha pia zile sekta zingine wanaosimamia mambo ya kidunia. Nilipomaliza masomo mwaka elfu mbili nikarudi. Nikakaa, baada ya mwezi mmoja askofu wangu kananiambia tuna kuomba uende chuo kikuu cha Sauti. E, kwa sababu nilikuwa nimesoma haya mambo ya elimu dunia haki za binadamu na sheria zingine zinazoenda na mambo hayo. Nikamwomba askofu mkuu wa Mwanza niweze kutoa huduma ya kisheria kwa watu ambao hawana kipato. Wakati ule Mwanza haikuwa jiji kubwa kama leo. Tukawa tunakutana huko Kirumba. Eh, eh Angelina Mabula waziri, eh nikamwomba awe msaidizi wangu na e, eh, mwingine sasa hivi ndio mkuu wa tume ya haki za binadamu Tanzania. Basi nikawaomba tufanye kazi pamoja, tukawa tutakutana parokiani kwa wiki mara moja Jumamosi kwao hiyo. Tukawa tunapata watu wenye shida, tunawasaidia, tukawatoa watu kwa mahabusu. Kwa mfano, kulikuwa na mama moja alikuwa mahabusu uh, pale Butimba kwa miaka kumi alikuwa amehusishwa kesi ya mauaji, alikuwa anatoka msomo huko. Tulimtoa mahabusu na tukawasaidia watu wengi sana, na baadaye nikamwomba mkuu wa chuo wakati ule Padri Ongeza, akaniruhusu tukaandika mradi tukapata hela ndo tukatengeneza kituo kikubwa, na baadaye tukaanzisha faculty of law viongozi wa dini wakipata elimu ya haki za binadamu vizuri, wataweza kuleta mabadiliko makubwa sana, lakini lazima wote waipate na waipate kisayansi. E, mwanasheria kutoka Legal and Human Rights Centre anasema, e, leo tumekutanika kwa mambo ya kiroho? Hapana, leo tumekutanika kwa mambo ya haki za binadamu kisayansi, sayansi ya sheria, na ndio tunataka mababa zetu na mama zetu, viongozi wetu wa dini waipate hii sayansi vizuri.